Moja kwa moja kutokea nchini Kenya, wanaharakati wameandamana nje ya ubalozi wa Tanzania mjini Mombasa wakitaka uhuru wa Mwangi na Atuhaire. Wanaharakati mbalimbali wameandamana nje ya ubalozi wa Tanzania uliopo kaunti ya Mombasa siku ya Jumanne, Mei 20 mwaka huu wa 2025 wakishinikiza kuachiliwa kwa mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi na mwanahabari na mwanasheria kutoka Uganda Agatha Atuhaire ambao wanadaiwa kushikiliwa na mamlaka za Tanzania. Waandamanaji hao walibeba mabango na kutoa kauli kali za kulaani kile walichokieleza kuwa ni ukiukwaji wa haki za binadamu na uhuru wa kujieleza, wakitaka serikali ya Tanzania kutoa taarifa rasmi kuhusu mahali walipo na hali ya wahusika hao wawili. Kwa mujibu wa mashirika ya haki za binadamu, Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire walikuwa nchini Tanzania kwa shughuli za kijamii na za wanaharakati kabla ya kupotea na taarifa zisizo rasmi zinadai kuwa wanazuiliwa na vyombo vya usalama. "Huu ni uvunjaji wa haki za kimataifa, serikali ya Tanzania inapaswa kueleza sababu za kuwashikilia na kuhakikisha wanapata huduma za kisheria bila kucheleweshewa," alisema mmoja wa waandamanaji. Hadi sasa serikali ya Tanzania haijatoa taarifa rasmi kuhusiana na madai ya kuzuiliwa kwa Mwangi na Atuhaire. Tukio hili limezua hisia kali kwenye mitandao ya kijamii huku mashirika ya kimataifa kutetea haki za binadamu yakitoa wito wa kufuatilia kwa kina kwa hatima ya wanaharakati hao. Kwa mujibu wa Citizen TV ya kule nchini Kenya, inaelezwa kuwa Bonifasi Mwangi alidai kuwa maisha yake yako hatarini baada ya kutembelewa usiku na polisi nchini Tanzania. Mwanaharakati Bonifasi Mwangi alidai kuwa maisha yake yako hatarini baada ya wanaume waliodaiwa kuwa maafisa wa polisi kuvamia chumba chake cha hoteli mjini Dar es Salaam usiku wa Jumapili. Uvamizi huo ulitokea siku moja baada ya kiongozi wa chama cha Peoples Liberation Party PLOP cha Kenya, Martha Karua kukamatwa kuzuiliwa na kisha kufukuzwa nchini saa chache baada ya kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Kupitia ujumbe alioweka kwenye mitandao ya kijamii Jumapili asubuhi, Karua alisema yeye pamoja na mwanachama wa baraza la chama cha wanasheria Kenya LSK Gloria Kimani na mwanachama wa mtandao wa umoja wa viongozi wa mageuzi Afrika Lini Ngugi walizuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam. Masaa machache baadaye wanaume waliodaiwa kuwa maafisa wa polisi walivamia hoteli aliyokuwa amefikia Mwangi wakagonga mlango wake na kumtaka kutoka nje wazungumze, lakini alikataa. Haikufahamika wazi kama Mwangi alikuwa sehemu ya msafara wa Karua. Maisha yangu yako hatarini, nipo katika hoteli ya Serena Dar es Salaam na kuna wanaume wenye silaha waliovaa kiraia nje ya chumba changu, wanadai kuwa ni polisi lakini wamekataa kujitambulisha. watapaswa kuvunja mlango kunitoa, sitafungua, aliandika Mwangi kwenye mtandao wake wa X zamani Twitter. Aliposti pia video inayomwonyesha akiwakatalia kufungua mlango, akieleza hofu ya kutekwa. Shuka hapa uone, tunakuita reception, kila mtu anaona, kamera zinaona, mmoja wa wanaume anamsihi afungue mlango, huku akimhakikishia usalama kwa hiyo nitakuwa salama. Mwangi anahoji zaidi ya salama, yaani wewe una shida gani? mtu huyo anajibu. Mwangi alionyesha hofu ya kutekwa, akihoji sababu ya maafisa kufanya ukaguzi wa kawaida katikati ya usiku. Mtu aliyejitambulisha kama Robinson kutoka hotelini hapo alijaribu kumtuliza Mwangi lakini Mwangi alikataa kufungua mlango na kumtaka atie kitambulisho chake chini ya mlango. Polisi aliyekuwa amekasirika alimwambia Mwangi kuwa alikuwa anafanya hali kuwa mbaya zaidi kwa kukataa kufungua. Mwangi aliwaambia wavunje mlango na kumkamata, na baadaye wanaume hao waliondoka. Wanaume hao waliokuwa na silaha wameondoka mlangoni, nimeambiwa wameelekea kwenye eneo la mapokezi la hoteli. Mizigo yangu imefungwa, nipo tayari kwenda nao mara wakili wa kitanzania anayefuatilia suala hili atakapowasili. Kwa sasa nitasali hapa, asanteni kwa mshikamano, aliandika Mwangi. Mwangi baadaye alionekana kwenye video akieleza kwa nini alikataa kufungua mlango. Naogopa kwa sababu kuna matukio mengi ya utekaji hapa nchini, mauaji mengi, na watu wako jela kwa kumpinga rais na utawala wake wa kidikteta, ndio maana siwezi kufungua mlango, alisema Mwangi. Bonifasi Mwangi Alikamatwa Tanzania na familia yake inashindwa kuwasiliana naye. Mwanaharakati mashuhuri wa Kenya Boniface Mwangi alikamatwa katika hoteli moja nchini Tanzania ambapo alikuwa amepanga kuhudhuria kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani Tundu Antipas Lissu. Mke wake ameiambia AFP siku ya Jumanne. Mwangi anayefahamika kwa kupinga ufisadi na ukatili wa polisi nchini Kenya alikuwa miongoni mwa wanaharakati wa ukanda wa Afrika Mashariki waliokwenda Tanzania kuonesha mshikamano na Lisu wakati wa kesi yake siku ya kesi Jumatatu. chama cha Lisu Chadema kimepigwa marufuku kushiriki uchaguzi ujao mwezi Oktoba, baada ya kusisitiza kufanyike mageuzi. wanaharakati kadhaa wakiwemo Martha Karua walizuiliwa kuingia nchini na kurejeshwa kwao kabla ya kusikilizwa kwa kesi hiyo. Mke wa Mwangi, Njeri, ameiambia AFP kuwa hajafanikiwa kuwasiliana naye tangu alipokamatwa. Nimeambiwa wanangoja maamuzi ya serikali ya Tanzania kama watamfungulia mashtaka au kumfukuza nchini, alisema. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisema Jumatatu kuwa wanaharakati wa kigeni hawataruhusiwa kuingilia mambo ya ndani ya nchi hiyo na akazitaka taasisi za usalama kutowaruhusu watu wasio na adabu kutoka mataifa mengine kuvuka mipaka ya heshima. Mke wa Mwangi Njeri ameiambia AFP kuwa hajafanikiwa kuwasiliana naye tangu alipokamatwa. Nimeambiwa wanangoja maamuzi ya serikali ya Tanzania kama watamfungulia mashtaka au kumfukuza nchini, alisema. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Alisema Jumatatu kuwa wanaharakati wa kigeni hawataruhusiwa kuingilia mambo ya ndani ya nchi hiyo na akazitaka taasisi za usalama kutowaruhusu watu wasio na adabu kutoka mataifa mengine kuvuka mipaka ya heshima. Kwa mujibu wa Njeri, ambaye ni mke wa Mwangi, anadai kuwa Mwangi alikamatwa kutoka hoteli ya Serena pamoja na mwanaharakati wa Uganda Agatha Atuhaire, walilala katika kituo kikuu cha polisi mjini Dar es Salaam. Wakili wake Jebra Kambole amethibitisha kwa AFP. Wanaharakati wanasema matukio haya ni ishara ya kuporomoka kwa demokrasia katika ukanda wa Afrika Mashariki. Nchini Uganda, kiongozi wa upinzani Kiiza Besige pia anakabiliwa na mashtaka ya uhaini baada ya kudaiwa kutekwa nchini Kenya na kupelekwa kwa nguvu mpakani. Martha Karua ambaye pia ni mgombea urais wa Kenya kwa mwaka wa 2027 ndiye wakili wa Besige, alisafiri kwenda Uganda Jumanne kabla ya kesi ya Besigye siku iliyofuata na akaandika mtandaoni kwamba kuingia kwake nchini Uganda hakukuwa na shida yoyote. Hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia muda huu katika meza yetu ya habari. Sasa tumepata kuona jinsi ambavyo wanaharakati